waliweka sistemu ya utawala duniani. Mkataba uh -huh, wa kwanza wa amani uliwekwa Kemeti, kati ya, ya mtawala Memnoni mtawala wa Ethiopia hmm. Alikuwa anaitwa Memnoni. Memnoni, mtawala wa Ethiopia huyu ndio alienda alienda katika mji unaitwa kule Ugiriki. Kuna tawala moja ilikuwa inaitwa Trojan. Ndio maana ile Trojan. Eh, yeah, yeah, yeah. Sasa Trojan horse, ukisikia mtu anafanya kitendo kinaitwa Trojan horse hey. maana yake ni kudanganya kama alivyofanya ma Trojan. hey, hey. maana ma Trojan wakati wanaawanaivamia Troy <laughs> ndani ya wagiriki wanaivamia Troy walitengeneza falasi feki hmm. Umenielewa huyo falasi? hmm. falasi feki wakamtengeneza mkubwa, alafu wakachukua makomando wa, wa kigiriki wakawaingiza ndani ya ile farasi wa kabana, ili kuivamia ngome ya Troy itachukua, hmm. miezi mingi, ilibidi watumie triki waingize ndani watu hmm. kuingiza makomandoa wakimasenario wa maisena wa mji nchi yenyewe anaitwa masena masena, a masena, masena. masena. magiriki hayo, yeah. kisa wanagombea mwanamke.